Yatupasa sote kuangalia amali zetu au ibada zetu tulizozitekeleza ndani ya mwezi wa Ramadhani bil khof, yani kwa khof, na kila mmoja wetu anatakiwa ai, ai, yani aituhumu nafsi yake na aidhanie vibaya nafsi yake, na kwamba yani huenda amali zake alizozifanya katika mwezi wa Ramadhani hazikukubaliwa, na yatakikana kama Waislamu tuwe na khofu hiyo dada zangu katika imani Kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala, akielezea kuhusu as asalafu salih yani, uh, as yani mitume wake e, ridwanullah ta'ala alaihim, ambao walikuwa na hofu. Walikuwa na hofu hiyo, kila baada ya kufanya ibada zao walikuwa wakiogopea yani, kwamba huenda amali zao yani hazijakubaliwa.

kwa kumuogopa mola wao kwa nyenyekea, na hao ambao mola wao hawamshirikishi, na hao ambao wanatoa zaka na sadaka katika mali waliopewa, na hali nyoyo zao yani zinaogopa, kwa kuwa watarejea kwa mola wao. Basi wote hao ndio wafanyao haraka katika mambo ya khair na ndio yani wendao mbele katika hayo. Dada zangu katika imani baada ya kutaja sifa za hawa as-salafu salih yani ridwanullah taala alayhim yani mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi, sifa zao katika aya hizi kama ilivyokuja katika aya hizi ni kwamba kwanza kabisa wanamwogopa mola wao, pili, wanaziamini aya zake, tatu, ni wanyenyekevu katika ibada zao, nne, hawamshirikishi mola wao na chochote kile na tano, wanatoa katika vile walivyopewa wakatoa zaka na, na sadaka na hali nyoyo zao zina hofu kwamba ibada zao hizo hazijakubaliwa na huenda wakarejea kwa Mola wao bila amali yoyote njema, dada zangu katika imani. Na punde aliporudia kuisoma aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam katika sura, suratul mu'minun baada audhu billahi min shaitani rajim. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Na ambao wanatoa zaka na sadaka katika mali waliopewa, na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao. Pindi aliporudia kuisoma aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Yaani, ewe mtume wa Allah, hao wanaogopa kutokubaliwa amali zao ni wale wanaokunywa pombe na wakaiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema la ya ibn as-siddiq, lakinahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yuqbal minhum. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu Aisha, hawa ni wale ambao wanafunga, wanaswali, wanatoa sadaka na huku wanaogopa kutokubaliwa amali zao. Si walevi wa, yaani si wale walevi na sio wale wezi, bali hao hao wanaoswali waka, wakafunga wakatoa sadaka na huku wanaogopa kutokubaliwa amali zao. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika a, a, akiwasifu hao asalafu saleh yani, mitume wake. Na baada ya kutaja mitume wake wengi pale, akiwasifu hawa mitume wake baada ya kutaja yani mitume wake wengi, kisha akasema mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika Surat al-Anbiya aya ya thamanini na tisa hadi tisaini, akasema Allah subhanahu wa ta'ala:

waydunanaraghaba warahaba wakanu lana hashiin, na mtaje Zakaria alipomwomba mola wake, akasema mola wangu usiniache peke yangu, na wewe ndio mbora wa wanaorethi, basi tukamtakabalia ya dua yake na tukampa Yahya na tukamponyeshea mke wake, bila shaka wao walikuwa wepesi wa ku fanya mema, na wakituomba kwa shauku na hofu, nao walikuwa wanyenyekevu kwetu. Dada zangu katika imani, hivi ndivyo tunatakiwa kama waumini wa Kiislamu, baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ani yaishu baina alkhawf waraja, yani tuishi, tuishi baina ya houf, yani baina ya kumwogopa, yani au kuogopa kutokubaliwa amali zetu, na raja yani kadhalika kumdhania vizuri Allah subhanahu wataala, kwamba ametutakabalia amali zetu na ametulipa thawabu ya amali hizo. Dada zangu katika imani, jambo hilo la kuishi baina ya hof na hof tumesema ni nini? Ni kuogopa kutokubaliwa amali zetu. E, yani, kuishi baina ya hof na raja na raja tumesema ni nini? Ni kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri kwamba ametakabalia amali zetu na ametulipa uh, uh, thawabu ya amali hizo. Kwa hivyo jambo hili la kuishi baina ya hofu na raja inapelekea ibada nyingine, dada zangu katika iman, nayo ni ibada ya dua. Hili ibada ya dua yani, litasababisha yani, tumwombe Allah subhanahu wataala dua mara kwa mara yani azikubali hizo ibada tulizozifanya zangu katika imani, fasalafu swalih Ridhwanullah alayhim, yani, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakiomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa na khauf na raja. Kwa hivyo walikuwa wakiongeza ibada ya tatu ambayo ni nini? Ni dua, wanamuomba wa Allah subhanahu wa ta'ala azikubali hizo ibada walizokuwa wakizifanya. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea kuhusu Nabii Ibrahim, Nabii Ibrahim alayhi salam

za nyumba hii yani nyumba ya Kaaba na Ismail pia waka, wakaomba wakasema: E Mola wetu, tutakabalia amali hii ya kujenga huu msikiti, hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. E Mola wetu, utufanyie tuwe wanyenyekevu kwako o, utufanye tuwe wanyenyekevu kwako na miongoni mwa kizazi chetu pia ufanye umma mnyenyekevu kwako, na utuonyeshe njia ya ibada yetu na utusamehe, bila shaka wewe ndiye mwenye samehe na mwenye kurehema. Dada zangu katika imani, baada ya kuijenga nyumba ya Allah subhanahu wataala, Al-Kaaba, nabii Ibrahim alaihi ssalam alimwelekea Allah subhanahu wataala na kumwomba aikubalie ibada hiyo ya kuijenga Al-Kaaba. Dada zangu katika iman, hakadha as-salafu as-salih na hivyo ndivyo walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wataala, radhi za Allah ziwashukie wote. Dada zangu katika imani, tunatakiwa tuchukue mifano ya hao asalafu saleh, yani mitume wa Allah subhanahu wataala kwa yale walioyafanya baada ya kuwa na hofu na raja pia tumu, yani tumwombe Allah subhanahu wataala azitakabalie ibada zetu na kama alivyosema kadhalika mshairi, kuhusiana na nukta hiyo hiyo, anasema mshairi: kama nyinyi si mfano wao, jifananisheni nao. Kujifananisha na watu watukufu ndio kufaulu. Dada zangu katika imani, mwisho kabisa, baada ya kujitahidi kufanya ibada na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada nyingi tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pindi mwezi unapoonekana hutokea mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa Ramadhani humalizika. Uh, jambo ambalo yani ni jambo la huzuni, kwani huenda ndiyo Ramadhani yetu ya mwisho katika maisha yetu, na mashetani wakorofi yani hufunguliwa, waliofungwa na minyororo yani wanafunguliwa, subhanallah. Jambo la pili ni kwamba hutangazwa Eidul Fitri ambalo ni jambo la